Nam, Sheikh Salum Dawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Salum, uh, mimi majina yangu eh, naitwa Hussein ibn Ramadhani Hayamtoro eh, ni kijana wa Kiislamu kutoka Almasjidi eh, Nasaha eh, kazi wa hapa hapa jijini Dar es Salaam lakini ni miongoni mwa watu ambao tunakufuatilia sana. E, tukasema kwa sababu na sisi tupo kwenye mazingira haya ya habari, chombo chetu si mbaya kikukutembelea wala kupata maweli matatu, kwani tumekuwa tukuvutiwa mno e, mimi pamoja na wenzangu pale katika masjidi ambayo tunasali. Lakini sisi sisi, Shekhe, hata uko mitaani jina lako limekuwa zuri sana vile ambavyo unajaribu kutoa na nasaha zako, mawaidha yako na kwa akiwagusa wengi sana. Vile ambavyo unajaribu kuwakumbusha watu waliokuwa Waislamu na wasio Waislamu juu ya kumsha Allah, juu ya kukatazana mabaya na kuelimishana yale kwa heri, tukasema si mbaya leo walau tukutembelee, japo tumepambana takriban miezi miwili kukupata imekuwa ngumu. Najua vile ambavyo unakuwa busy sana, lakini tunakushukuru kwa kutugia nafasi ya kufika mahali hapa. Kwanza shekhe, tujue umetupokea, ume pokeaji umeridhika na uji wetu au tumekuja kukukaraisha? Maana tumekuta ukisoma Qur'ani shekhe. Alhamdulillahi ala kulli hali, kwanza nikutoe hofu, karibuni sana na mtume w salasalama anasema ugeni ni neema kao, na mimi naupokea ugeni huu na ujio wenu, na kwa kufurahishwa na kile ambacho nakifanya, yote sote sisi Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa. Karibuni sana na sisi tunapokea, tunaitika Rebecca na tunasema Sheikh. Tunashukuru shukrani sana Sheikh. Sisi leo hii tutakuwa na masuala kadha wa kadha ya kuweza kuzungumza nawe, maana tumepata fursa, lazima tuitumia vizuri, watu waweze kuvuna zaidi. Naam Sheikh, la kwanza kabisa uh, tulikuwa tunawishi kujua E, au kutamani kujua ili neno dawa ili, ili Salum dawa ii ijipa au kuna mtu alikupa, na kwa sababu zipi mpaka e, umeitwa. Bila shaka neno Salum maana yake Shekhe, jina lako ni Salum ni Salum e. Lakini ili neno likaongezeka dawa. Hapa tugee kwanza ka historia hii neno dawa imetokana na nini, mufti? Alhamdulillah Rabbi